Oii, nilikwambia kabisa usije hapa nyumbani, mama yangu ni mkali. Ehe, nini kimekuleta hapa? Nimekuja kwa sababu umekula hela zangu. Yaani nikikuangalia, zote hizi ni hela zangu. zangu yote. Sasa punguza sauti, mama yuko ndani. I I don't want peace. I want peace. Kaa hapo Fatuma, kaa hapo. I want problems always.

Sawa. Japokuwa ulikuwa unione. Mimi na kit mama sawa. Mama mkwe kicha unanisikia? Unanisikia mama mkwe kicha? Hivi mume wako yuko wapi naye kama hana adabu ni mwoshe vibao wote wao. Look at my eh? face. Like I could have killed a lot of people. Wewe mama mkwe na, naongea na, na, na, wewe afu mekaa kimya si ndio? Ina maana mimi sieleweki, si ndio? Fatuma wewe. What is your name? Kuwa na adabu. Kumbuka hii ni nyumba yangu. This man. Yaani ninavyokuona <laughs> so Una akili kabisa unaniambia kuwa umekuja na, galiak, ume na gari yako umejaza ga mafuta kwenye gari ndio gari ile ile. wewe kuwa na adabu huyo ni mtoto wangu Nilimzaa miezi tisa kuwa akili na mtoto wangu alafu naomba uondoke kwenye nyumba yangu go out alafu mama mkwe miezi unayosema tisa ni miezi tisa au miezi kicha miezi kicha eh? sindio una, una, una, una miezi tisa we. Afu mama gicha, wa mama mkwe gicha sijukani, alibia siku yangu nimeaga saa. Afu gari langu naipenda sana, sijuka ichamba vibaya, nimeunua shilingi elfu moja na mia sita, shilingi elfu moja na mia sita, aondoke.